kaka walter nyambaga lero magitimore ka jalupo gai mar odm godfrey sotsi to ramo ni tenduon bura mar uda ema dwa ywayo odm kendo sani falo jod bura mag odm otieko. It will not be me to wreck Mzee's party. It will not be Sifuna. I made that promise to Mzee and I want to repeat it here. Magi gin weche jagoro maduong' seneta edwin sifuna E Romo mar yango nywol mar Raila Odinga kare Nairobi udichieng' manyoro. Koyango ni ubiro loso kod jokanyo ma wechene kachiel kod chung mare. Osechwanyo kinde kakinde. Mama, I want to tell you, there is no one in ODM. It doesn't matter how many times, how badly you've insulted me. There is no one in ODM I will not sit down with. I want to give you that assurance. You have asked us to sit and talk magitimore ka jokanyewo mag dwon bura mar odim madho wadhnam chumbi bende koro muocho mbakan ka giwacho ni jatend migawo mar mwandu mawuoki e bolo ali hasan joho nyaka mithuolo kod duon bura mar odm mar biro laro kommoro mora ma ka onge to gibiro fwalo piendegi kendo manyo chama machielo na katika pwani nzima yule ambaye aliambukizwa na ujasiri ojasiri huo ni hasan ali joho na atauona ujasiri wake, wakati Raila alikuwa anaenda kuapishwa na Hassan Joho akajitokeza na yeye pia vilevile akafika pale. But ikiwa chama cha ODM hakitapewa Ali Hassan Joho, sisi wa coast we have to champion another political pathway. ndio janom siasa Charles Omwamba to kod jono pio okonim magitimore nikech ogai mar ODM.

ukikusa DPL wetu ameshakuza wesa ni wote kwa jumla mheshi mm. miwa Edio Kech ma mm. en senator ma Migori yes. nyore ka iyudo telo senator ka irikbedoent ma Migori jatelo mbunge wa Suna East West Junet Mohamed mm. waluoruru jowadwa mawantie western region nikech gisechung' kodwa e ODM kuom muda mang'eny no.

So even what I said there even Joho if she, is ready to go for nomination, those those I mean, uh, uh, uh other I mean, uh, leaders uh, will uh, come together and and uh, go for a nomination of ODM. to kanyo jiw mondo manyore mag tiyo ka chiedhnade e kindgi mawantieresani mar ODM mane wantierego gi koda joswan go mang'eny to ok gin mondo gingeni nyaka wawit baba nyaka, nyaka sani odiem pok owuoyo gi dwol achiel kaka mar party ibiro yudo ka party leader wacho koni sekretary jeneral wacho koni eh, mm -hmm. members mag party be wacho gima opogore koro gima an kikora ni naneno ni jodiem ne nyalo timo